Naungana na Watanzania eh, kutoa pole kwa familia ya Mheshimiwa Msuya, lakini pia kuwataka ku, ku, ku hasa vijana eh, na viongozi eh, wa sasa kwamba Mzee Msuya ni hazina eh, ni maktaba ambayo imesheheni eh, kila namna ya somo la uongozi unaloweza kujifunza. Nilipata bahati eh, ya kipekee katika kipindi cha awamu ya serikali ya nne chini ya Mheshimiwa Jakaya Kikwete kuwa mkwele ya mwanga kwa miaka mitatu kwao, niliishi naye na kufanya naye kazi kwa karibu na kuweza kumwelewa. eh, Mzee Msuya alikuwa ni mwalimu. Mzee Msuya alikuwa ni mlezi na kama nilivyosema kiongozi mbunifu, eh. Katika swala so zima la uongozi alikuwa ni kiongozi anayependa kusikiliza, anayependa kushauri eh, na kushirikiana na wananchi wake katika kutatua changamoto za kila namna. Kwa hiyo viongozi eh, walioko madarakani na sisi ambao pia tumestaafu kwa pamoja eh, tuna kazi kubwa ya kuendelea kumenzi kwa kuhakikisha kwamba yale yote mema aliyoyafanya basi tunaweza tukaendeleza na kuhakikisha yanafanyika kwa, kwa kiwango ambacho e, kinaweza kuleta tija tukimuunga mkono e, kwa sasa Mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Asante.